Tu hivi. hivi. Sasa sawa, wa Kironi Nena, na Mungu, lakini za Ndio kusoma hapo. Anasema Ehe. Uh -huh. Na Balaki mwana wa Sipori, alikuwa wa alikuwa alikuwa mfalme wa Moabu zamani zile. Ehe. Eh. Uh -huh. Uh -huh. Basi akatuma wajumbe kwa Balamu mwana wa Behori. wabeorindi hata hata Pethori ulio kando ya mto mpaka nchi ya wana wa watu wake. Ehe. kwenda kumuita akisema, tazama kuna watu walio waliotoka Misri, kuna watu walio waliotoka utumwani. Tazama aliye shetani anajua kabisa nyumbani kwenu kuna kiduku tukipo pale cha manyasi, ardhi ya kwenu watakilima heka nane latoa dunia nane moja moja ni kila eka yes. wanajua kwamba wamekuja mjini hapa chakula, chakula liko tumbo wewe, we. Utakuja kula na vitu vingine sio visivyo liwa. Ndio, baba. Unisikia? Amen. Ninajua kitu ninachokuambia mtoto wangu. Neno la Mungu ni msimeno hata kama nimeandaa vya kula. Ndio, baba. Ame. Umenisikia? Amen. Usipende kula kula, sio kila mahali, sio tu unafunga siku moja. Umealikwa sehemu basi ukifika so, kule chakula cha leo sema so, nimefunga. Amen. Na kwani ufunge? Kufunga mfungo unaanzia hapo hapo. Sio utasa mwingi. Ndio, baba. Hey. Esa walitoka kule na njia zake. Kamkuta Yakobo hapo, dogo vipi? Safi. Dogo na njani hapa. Hey, braaniuze zaa wako kwanza, sawa, kasoma kwanza, muona una faida gani? Kwani unalipwa mshahara? Sawa. Yeah, ya pili. Unaona alichomwambia? Ni ya pili. Yeah, yeah, kile kiapo akapewa deni na chakula hivi. Yes. Alivyokula akapoteza

Ukiwa so, mtoto na Mungu anachukia na mtoto. Amen. Sawa? Amen. Usile bila kuomba. Ndio baba. Usile bila kuomba. Ndio baba. Walipoenda kula wakakutana na matango mwitu. Walipoweka sufuriani mule. Walipoanza kula wakapiga yoe kwamba kuna mauti sufuriani. Ndio. Mauti ipo kwenye sufuriani. Malaki walio walio yule mauti ndio wale waliokuwa wanakula. Chakula ulichokula maji uliokunywa, walimwambia, nchi yetu ni nzuri, lakini maji yake yanazaa mapoza. Yani ukinywa yale maji unafukuzwa kazi, ukioga yale maji, hivyo unalibikiwa. Narudia tena, jifunze kutakasa vitu vyako, jifunze kuombea vitu vyako, jifunze kuvisafisha, jifunze hata maji unaenda kuoga yaombee. Amina baba. Mchee akitaka kukupata wewe, yeye anaenda kule kwenye kisima ni yani chemi chemi zenyewe kule, anakwenda kwenye chanzo kwenda kuroga pale. Zamani mchana anataka kuchukua nguo yako na nipitie pale kwenye kamba, ameshashtuka ameshohudhuriwa sana. Yaani siku hizo anakuja kwenye ukuta na nilikuwa kwa, anaingia na kuchukua nguo yako, nenda kuiroga na anairudisha hapo. Amina baba. Jifunze kuombea nguo zako. Amen. Amina baba. Nani ananielewa? Amen. Amina. Ili ni swala la rohoni. Ndio baba. Vitu vyako vi

Mungu si mwanadamu hata si mwongo. Amen. Wala si mtu hata ajute. Amen. Yeye alisema ikawa, aliamuru na ikasimama. Amen. Mungu wetu baraka zake hazina majuto. Amen. Baki na imani yako. Amen. Baki na imani yako. Acha kutangatanga. Amen. Hata kama leo niwe nikukaribisha hapa. Ndio, baba. Ukija hapo usianze kumsema mchungaji wako. Ndio, baba.

Uzinzi ni ndani, ndani, Ndani. Zambi zote zipo nje lakini uzinzi ndani. Ndani. Ile ni roho. Kisoma Hosea sura ya nne mstari wa 11 na 12 na Hosea sura ya 5 mstari wa 4. Soma kwa muda wako, kumi na mbili nae sur ya tanosal wa nn dawaobaba ajili yako. Ndio. Alikuwa na si, takiemo kama alikuwa na takiemo zangekata, lakini kaona kabisa. Ha wewe, ha hivyo kimejileta chenyewe. Nimechukua mkubwa, mmm, na niongeza yes. Nikapewa tu shangalo. Unapokuwa unatembea na wafanyakazi wa ndani, wewe wewe, mama mwenye nyumba yes. Binti wa kazi ndio Ah, ah, yeah, man. Man. Binti yeah, wa kazi ndio akatandike kitanda cha mume wake. Ndio apige chakula cha cha mume wake. Utapikwa na vitu vingine. Ndio. Badilike. Amen. Hivi vitu vya kujifunza tu kwa. Baba ni ombe, wajaribu baba. Binti ndio mtoke jijini. Alikuwa ajiona kuoga. Alikuwa hatajui kufanya chochote. Alikuja na dada na mfuko sio shangazi kaja sio yeah, mfuko ukelewe ule. Ndio amekuja nao. Eti wamejua kuoga. Leo analijibu gono ndo utanifanya nini? Ulichonacho na mimi ninacho.

unakuta binti wa kazi ni mchawi, wewe unajua ni mchawi, kazi mnazifanya nyie, baba na watoto wake ndani hapo. Asubuhi mkiamka, ah, binti ni kiboko huyu, tunamkaga kazi zote zimeisha. yeah. yes. <laughs> unaleta hapa wafanyakazi wetu tunaoombea kwanza. Amen. kuna binti mmoja wanachukua nyama za watu ndio anawalisha familia afu pia nyama wanakula ya wengine. yes. kipindi cha Bonde la Ufa kilikuwa ni kipindi ambacho wanatoa wale wazee wanatoa kuzimu, wanatoa wale kuzimu wale wazee, afu anachukua ngombe zinashuka kuzimu. Ndio nasikia Bonde la Ufa lile kuna nyama zingine za ukala kuzimu, nakula nyama nakula jojo aina, raza, aina nini

Ume... We wewe, wewe. So wanaofunika uso wa nchi. Tena wanakaa kunikabili mimi. Mimi ehe. Basi njoo wewe na nakusi unilanie watu ha Wanaenda kumkodi huko Kongo, wanaenda kumkodi huko Nigeria, wanaenda kumkodi huko nchi huko ndani ndani huko Brazil, wanakuja kukuja kukoroga wewe, ndio alafu wewe omba shetani toka na kungo... wewe. Hey, kajipiga kofi Pumba, mwenyewe ndio Shetani toka, ninakukamata ninakukanyaga, nakukanyaga, nikanyaga, kanyaga, kanyaga, kanyaga. Mungu, alasemani hao, shetani mmoja anasema, unanikanyaga mimi, unakanyaga maisha yangu siku nyingi, ndiyo unajikuta umezama kabisa Baba kwa jina la Yesu. Nina nakushukuru Mungu. Baba asante kwa jina <coughs> <coughs> <coughs> la fadhili zako. Nasikia sauti naongea hapo. Ukimaliza kuomba ujue una naongea kurudia nyumbani. Unaanza tena Baba nisaidie Daudi. Mungu nisaidie. Mungu nitetee. Mungu utafanya uliwavusha Waisraeli katika bahari ya shamo. Nami Bwana siku ya leo utanivusha kwa jina la Yesu. Mungu nisaidie. Ukimaliza tu hapo nasikia sauti. Kumboka utaenda kula nini? Unaanza kwa jina Yesu, na punja roho na pige roho kwa jina Yesu. Limeandikwa nisiwaze ndakula nini, mbona niangalie ndege wangani. Ukimaliza hapo unaonyesha ule uzinzi ulikuwa ukifanya. Yule anaitwa Mungu wa dunia hii Tio. Ana cheo cha Mungu Wakorintho wa pili nne nne, ni ule uungu aliotoa kwa Adamu, maana tangu mwanzo Mungu alipomuumba Adamu, Adamu alikuwa ni Mungu duniani. Ndio maana Mungu akajitofautisha akaitwa Mungu wa mbingu na wa nchi maana sehemu moja alikopo Mungu. Amen. Ukisoma kitabu cha Kutoka sura ya saba Mungu anawaambia Musa, kwa sababu anakwenda kupambana na Mungu bwana Farao alikuwa ni Mungu. Nami leo nimekufanya kuwa Mungu kwa Farao. Ndio baba. Ukisoma Zaburi themanini na mbili mstari wa sita mimi nimesema ninyi ni miungu midogo midogo wana waliye juu yeah; miungu ni wengi, mmoja anamhitaji Mungu. Siri imejificha hapo

kwanza kumbwa pamoja na macho yao, hakuna kuona mafanikio yako. Usitishwe na ile nyimbo usema ombea dio yako, hizi siku nyingi, eti jinsi unafanikiwa jione, kwa nini ila azidi kuniroga kumbwa macho hayo, ndio baba. Hapo sawa, halo ime, halo amina. Jamani, Yesu alisema tuombea riziki zetu, ndio alisema hivi, alifundisha limuombea ni muombe. Eh? Alikufundisha. Yesu mwenyewe kasema hakika pala uchia juu ya kobo wala uganga juu ya zinani. Yes. Amen. Hesabu ishirini na tatu, msalo ishirini na tatu hiyo. Unayoandika. Endelea kusoma hako mtu. Kusema. He he. Haipati mtu. Haipati mtu. Nani ananielewa ni nachokisa? Amen. Amen. Handa tamani. Mimi nasa na tamani. Dio baba. Uwelewe ninachokimanisha katika mwakwa. Dio baba. Maisha naishi sio ya kwako. Amina baba. <laughs> Maisho, no wewe sio kukoza shilingi 10000. Kweli. Wewe sio kila siku kula mboga za majani kama mbuzi. Ndio. Wewe sio kila siku kula tu dagaa. Ndio baba. Dagaa zinaitwaje? Misumari. Sasa, misumari unaweka tumboni kwa nusu pata vidonda vya tumbo. Sasa. Eh? Eh? Wewe <laughs> misumari unaweka tumboni kwa nusu pata vidonda vya tumbo. Sawa, kwa kipato chako ndio kila siku jamani. Eh. Ha, Mungu tusaidie. Ndio baba. Musa akasema, Bwana sisi hatutoki hapo sipo, tutoa wewe. Ndio baba. Unajua kuna vitu vingine lazima uvifahamu mteule wa Mungu. Ndio baba. Hivi unaishi, unakaa au unakwaje? Hapo. Utajenga lini wewe? Utakula vizuri lini? Utajitoa uti wewe mwenyewe lini? Hapo. Lini utajitoa uti? Hapo. Hadi ukienda sana kwa matire, naomba ukoko wa Mungu. Naomba kwa. Akikupimia sasa wale wa Mungu na mimi tumenifunja. Si unanua 2000.

Adui yako wanajua na nguvu kuliko yeye, waliharibu maisha yako. Sio leo, tangu ulipozaliwa waliiona nyota yako. Amen. Eh, endelea labda nitawaweza tupate kuwapiga eh. Niwafukuze watoke katika nchi yangu. Sasa wangapi, umewezwa? Wewe, maisha yamekuweza, umeyaweza. Maisha yamekuweza, umeyaweza. Mara ya mwisho kunywa soda ilikuwa nini?

Mungu akupe maisha mazuri, ndugu zako wanakuangalia, watu wako wanakutazama. Kumbuka wazazi wametumia gharama kubwa kwa kusomesha, wanatamani kula hiyo matunda kabisa. Unaona unavyohangaika yes. Naona aibu kuishi. Unatamani kukimbia, hakuna kukimbia kabisa baba. Unakata unakata rufaa, bora kufa. Hakuna kufa, ndio baba. Nasema tena, hakuna kufa. Kati ya kitu ambacho sitakiruhusu kije kwako wewe, wewe mtumishi wa Mungu, umekuja umekuja hapa hapa, wewe mtoto wa Mungu, hakuna kufa, ndio baba. Na ile ile kauli unasema kwamba wapi, mpaka atimize maono, na ukitimiza maono <totikana> <totikana> anasema labda nitawaweza wa... anasema labda nitaweza tupate kuwapiga, niwafukuze, watoke katika nchi yangu, kwa maana najua jua ya kuwa yeye umbarikie hubarikiwa, na yeye umlanie hulaniwa wazee wa Moabu na wazee wa Midian wakaenda wakichukua ujira wa uganga mikononi mwao. Wakachukua ujira uganga uganga uganga nini? Wewe unakuambia kila siku zote kuna uganga, yeah, na, nini. Waganga, nini uganga yes. Yes. Kuna na kuna uganga umekazana piga uganga umekukosea nini? wale wazee piga ule uganga ule, ndio kuna uchawi na kuna uchawi ndio

Familia yako hapo yote watu wanayoneta, unaona tu hivi na nini. Wewe ni kijana wa kiume. Eh? Unajua familia ambazo hazina baba au ghasina zinazarulika sana? Ndio bwana. Wewe kijana wewe, hata kama ukiwa ni mdogo, Godi uko wapi? Godi. Uko wapi? Hem, simama. Sema haleluya. Simama sema haleluya. Sema haleluya. Sema kwa nguvu basi. Haleluya. Unasikia mda zaidi? Eh? nyama. Baba, baba, wake ngoni yumo ndani. Kumbe ni mtoto tu. Ka. Yes. Amen. Unaomba sasa ni kutoka huko nje huko. Yes. Kuna jamaa mmoja alikuwa ni mlemavu wa miguu. Ndio. Alikuwa vinaishia hapa, wamejaa huko juu. Amen. Siku moja pale kwao watu wakaenda kuleta vurugu, wakachungulia dirishani. Akasema "Nikitoka hapo nje nisikute mtu hata mmoja. Yes. Huko wamejaa na nyama nyama.

Wewe Mungu kama atakubariki. Amen. Njaa inawaonea, ni kila siku mnakaa kwenye nyumba inayovuja hivi, huo ni mvua ikija kwanza unaweza kuanza Mungu mvua isinyeshe. Watu wanataka mvua. Amen. Wewe unazuia, unaomba mvua inyeshe, unaomba mvua isinyeshe. Kwa jina la Yesu mvua isinyeshe. Kwa jina la Yesu, Baba ona yeye itanyesha nyumba ngapi? Kitu ninachokuambia hivi, wewe kijana wewe ambaye Mungu amekuokoa, kaa vizuri na Mungu. Wone kama Mungu atakufanikisha.

Kuna wimbo mmoja wa wa kidunia, ndio kidumia, nashikomauzulia kidogo unaimba nimeama nimeama